Toa kwa mikono miwili, wewe nakuapisha, eaam wewe, Yesu Kristo, pia radi kwenye miguu yako. Simama, moja, mbili. Toa kila kitu ulichoa kwenye tumbo la ndugu yako, toa, toa kila kitu ulichoa. Unajisikiaje tumboni? Linauma inauma. Aya. Wewe tumbo inauma? Unashikilia. Kwa nini tumbo linamuuma? Nataka tumbo lipoe sasa hivi. Nataka lo tumbo kufunika macho yako. Nataka tumbo lipoe sasa hivi. Na kuamrisha sasa kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu, nyosha mikono yako. Nyosha mikono. Kwenye tumbo lake, nataka kwenye tumbo lake. Kwenye tumbo lake. Hivyo hivyo. Aya. Ondoa kila kilichowekwa, kila kilichosalia, mapepo yote.